Mara ya kwanza umekuwa ukiambiwa kuhusu hali ya hatari wakati wa ujauzito, yaani hali ambazo ikiwa nazo wakati wa ujauzito unapaswa kuwa makini, kwani zinaweza zikupelekea katika changamoto mbalimbali ikiwemo kukosa mtoto au changamoto nyingine yote ile ya kiafya ambayo inaweza ikatokea kipindi cha ujauzito. Sasa katika siku ya leo utakuwa nami Daktari Leni Komba nikikuletea kwa undani na kuelezea kwa undani kuhusu viashiria vya hatari au hali za hatari wakati wa ujauzito ambazo ukiwa nazo utapaswa kuwa makini. Kama uko bado hujajiunga nasi, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake utakuwa umejiunga nasi. Hali ya kwanza tunasema ni ujauzito wa kwanza, tunaita prime gravida. Ujauzito huu unaweza ukapata changamoto mbalimbali za kiafya, kwa hiyo tunashauri ikiwa na ujauzito kuwa unapaswa kwa makini na kuna baadhi ya hospitali hawapokei kujifungua wale wenye mimba ya kwanza unaweza ukajiuliza kwa nini kwa sababu mimba hii ya kwanza ina mambo mengi inaweza ikabadilika muda wote ule uh, iko nomo kabisa iko sawa hana changamoto yoyote lakini inafikia pointi ambapo anahitaji kufanyiwa upasuaji wa dharura sasa kama hospitali yako haifanyi upasuaji wa dharura mara nyingi tunawashauri au wakina mama wende kwenye kituo ambacho ni karibu na hospitali ambazo zinafanya upasuaji wa dharura au hospitali ambazo zinafanya upasuaji wa dharura, ili wakajifungue katika hospitali hizo. In case kama umepata changamoto ya kiafya ambayo inahitaji upasuaji wa dharura, basi anafanyiwa upasuaji wa haraka. Changamoto ya pili ni mimba zaidi ya tano. Kwa hiyo mama mjamzito mzito ambaye amepata mimba zaidi ya tano, kwa mtu ambaye amejifungua kawaida, yani mimba ya tano na kuendelea, lakini pia mimba ya tatu na kuendelea kwa yule ambaye amejifungua kwa upasuaji, unaita grand multipara. Yaani, yani ni wajawazito ambao tayari wamezaa na wamefikia kile kiwango ambacho sasa kiwango hiki kinahitaji uangalizi wa karibu, kwani kiwango hiki kinaweza ka kapelekea changamoto kama changamoto nyingine ambazo mama anaweza akapata wakati wa ujauzito. Kwa hiyo mama mjamzito anapaswa kuwa karibu sana na hospitali au kuhudhuria kliniki mahudhurio yote, ili yaweze kuepuka changamoto ambazo zinaweza kukuta. Hali ya tatu ambayo tunashauri mama kiwa nane basi hakikisha unahudhuria kliniki au unafanya uangalizi wa mara kwa mara. Ni historia ya kifafa cha mimba na eclampsia. Hii ni moja hali ya hatari ambayo inaweza ikapelekea changamoto kaza wakaza wakati wenye wuzito. Kama umekuwa na kifafa cha mimba, basi tunashauri hakikisha unahudhuria kliniki au daktari mara kwa mara na kupata ushauri wa kiafya ili uweze kudhibiti changamoto ambazo zinaweza zikatokea. Hali nyingine ambayo mama anapaswa kuwa nayo makini, kama una magonjwa ya kudumu, mfano una ugonjwa wa kisukari, una ugonjwa wa presha, una ugonjwa wa asma. Na sasa hali ya magonjwa haya haizuii kupata ujauzito, lakini ukipata ujauzito kama una asma, kama una epilepsi, kama una kifafa, kama una shinikizo la juu la damu, basi hakikisha unaonana na daktari kwa ushauri na nini cha kuzingatia, kwa sababu kwenye kila ugonjwa kuna kitu ambacho unapaswa kuzingatia. Haina maana kwamba wewe ukiwa ni wa asma haubebi ja uzito, unabeba ja uzito lakini hakikisha unawasiliana na daktari ili akupe maelekezo ya kina. Hali nyingine ni historia ya kujifungua kwa upasuaji. Kwa kwa hiyo kama wewe umejifungua kwa upasuaji, namba ya kwanza, namba ya pili, automatically namba ya tatu pia unaweza, asilimia ya kubwa ni kujifungua kwa upasuaji lakini pia kwa upasuaji, mimba ya kwanza mimba ya pili, yaani tukajaribu kujifungua kawaida, lakini ikiwa imepita miaka miwili, lakini pia vitu vingine vyote vikiwa viko sawa kabisa. Kwa hiyo tunashauri kama umekuwa umekua kwa upasuaji, hii ni moja ya hali ya hatari ambayo inahitaji uangalizi wa karibu. Kwa hiyo hakikisha na daktari ili aweze kukusaidia ili ujue changamoto gani ili aweze kukusaidia na aweze kuokoa maisha yako. Hali nyingine ambayo inahitaji usaidizi wa haraka au inahitaji usaidizi wa karibu wa angalizi wa karibu ambayo inaweza ikawa ni hali hatari ni historia ya kupoteza mimba, unakuwa na historia ya kupoteza mimba kwamba umeita nimesikia ile kali ya kama una historia ya kupoteza mimba katika kipindi fulani, basi ni moja ya hali hatari ambayo unapaswa kuwa nayo makini, kwani kupoteza ujauzito ni hali ambayo inaumiza sana. Kwa hivyo tunashauri, hakikisha unawasiliana na daktari ili uweze kusaidiwa kwa undani. Hali nyingine ambayo unapaswa kuwa nayo makini sana, historia ya changamoto za uzazi tunaita obstructed labor yani, changamoto za wakati wa kujifungua. Kwa hiyo kama una historia kupata changamoto wakati wa kujifungua naita obstructed labor, basi unapaswa kuwa makini sana katika kipindi hiki, na unapaswa kumuuliza daktari katika jambo zito kwamba bwana, mimi na historia kupata obstructed labor na huwa najifungua na ongezewa njia au huwa najifungua kwa operation au jambo wangu wangu, nachukua muda kidogo na usumbufu kidogo, mambo mengi kidogo, kwa hiyo hakikisha unamaliza daktari ili yaweze kukusaidia kwa ndani. Hizi ndizo zitaja hapa ni moja ya hali ya hatari ambazo kuwa nazo ambazo ukiwa nazo atatajya uzito unapaswa kuwa mwangalifu na kuwasiliana na daktari mara kwa mara ili yaweze kukusaidia ulikuwa na daktari ile liimkomba. Asante kunisikiliza nitekia siku njema, na Mungu akubariki.